Leo vijana wetu wamebadilika kutoka kuwa kuruta na kuwa askari kamili ndani ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania tayari kuitumikia jeshi letu ishirini na, na sita. Hapa ni moja kwa moja kutoka viwanja vya kwata General Venus Mabeo ilivyopo katika shule hii ya mafunzo ya awali ya kijeshi RTS ya Kihangaiko ni kundi la askari wapya kundi la 44 mwaka 2025 2026 na hii ni paredi ya mwisho ikiashiria mafunzo yao, yao ya awali ya kijeshi katika shule hii ya mafunzo ya awali ya kijeshi alatese Kihangaiko. Basi unamvuta hapa afande Jenerali mkuu wa majeshi afande Jacob John Mkunda, ambaye ndiyo mgeni wa heshima katika tukio hili adhimu, muhimu na kram katika mustakabali mzima wa kulijenga jeshi la wananchi wa Tanzania. Kiapo mlichoapa ndicho kitachukua dira ya kuwaongoza katika utumishi wenu wote katika Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Mmeahidi kuwa watiifu, mmeahidi kumtii na kumtumikia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye kwa sasa hivi ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Na mimi ninawasisitiza kuwa utii huchukua sehemu kubwa sana ya maisha ya mwanajeshi. Utii hujenga uelewano, mshikamano na umoja miongoni mwa wanajeshi bila utii ninyi mtakuwa ni kundi la majambazi na siyo wanajeshi. mbele onya ya wazazi wenu na walezi wenu, ningependa kuwaonya dhidi ya kujihusisha na siasa, kwa kuwa sheria ya nchi yetu inawakataza wanajeshi kujiingiza kwenye siasa. Mafunzo wa ya awali ya kijeshi yameandaliwa ili kumwezesha askari kuweza kukabiliana na changamoto za sasa za kiusalama duniani. Shule imeweka msitizo mkubwa kuhakikisha mafunzo haya ya awali ya kijeshi yanamalika kwa kukazia mafunzo ya vitendo, mafunzo ya ujasiri, kwata, masilaha. Lengo ni kuhakikisha askari wanakuwa jasiri, hodari, na wenye nidhamu nzuri, kujiamini, na wenye utimamu wa mwili na kiakili tayari kupambana na matishio yoyote ya kiusalama.